Ujambo na karibu katika matangazo ya moja kwa moja. Ninaitwa Joshua Sorongai, na hii ni nPoint, dondoo za magazeti. Ndio muda huu wa kuweza kukujuza kile ambacho kimepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti mbalimbali yaliyopo hapa nchini Tanzania. Pamoja nami ni Dennis Julius Samuel, Matekere Michael, Gaspar Gafa, tunasonga wote kwa pamoja kama timu uhakikisha kwa kwamba matangazo haya yanakufikia vizuri popote pale ulipo. Ni siku nzuri kabisa siku ya pili eh, tangu tulipoanza kuingia ofisini kwako, kwa wewe ambaye ni mfanyakazi, lakini pia hata wewe ambaye sio mfanyakazi, mfanyabiashara, basi ni siku ya 21 katika mwezi huu wa Oktoba, tunavyozidi kupata mwendelezo wa maisha ambayo tunapitia kila siku. Karibu sana, na hii ni sehemu nzuri ya wewe kuweza kuhabarika na baadhi ya magazeti. Na kwa sasa tutakuwa pamoja nawe katika gazeti la Nipashe, gazeti la Mwananchi, uh, gazeti uh, Majira gazeti huru kila siku, kukufahamisha kile ambacho kipo katika kurasa zake za mbele na bila kuchukua muda wako mwingi sana, katika kurasa za nyuma za magazeti pia, tutakupitisha katika gazeti la kimichezo na burudani, gazeti Mwana Spoti. Kubwa ambalo lipo katika baadhi ya magazeti mengi ni kuhusiana na kesi ya Lissu, lakini pia mjane yule kuweza kupata Eh, kile alichokuwa akikidai kumradhi. Kwa hiyo vyote hivyo vipo eh, kupitia kurasa zetu za, eh, kurasa mbali mbali za magazeti. Endelea kusalia pamoja nasi ili uweze kuhabarika. Nitaanza na gazeti eh, la Nipashe, Mwanga wa Jamii, kama unavyoona hapo Lissu eh, Jamhuri ya Lalama. Lissu anakwamisha kesi kwa makusudi, kauli hii ambayo tunakuipata katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la Nipashe eh, lakini pia ni baada ya mshtakiwa huyo wa kesi ya uhaini kuwasilisha mapingamizi manne mapya kortini. Habari kamili katika ukurasa wa pili eh, utaenda kupata na kuhabarika kwa undani kabisa. Samia, miradi mikubwa inakuja pwani, ahidi ah, kudhibiti mafuriko, asisitiza kufuta mfumo wa stakabadhi ghalani, katika ukurasa wa tatu. Undani wa taarifa hiyo ipo kwa ajili yako ah, Ruto amtunukuru eh, tuzo ya heshima Raila Odinga katika ukurasa wa 19. Mjane arejeshewa nyumba aliyokopwa kisa deni la mumewe katika ukurasa wa saba. Habari hiyo hutenda kuipata kwa uzuri kabisa. Mjane Alice eh, haule eh, katika habari picha hapa anaonekana akiwa eh, amekabidhiwa hati ya nyumba na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Basi nenda kamati nakala yako upate ku habarika kwa undani kabisa wa taarifa hii. Habari nyingine ambayo tunataka kuipata hapa ni kutosoma na mifumo ya mamlaka serikalini chanzo cha maafa ukurasa wa nane. habari hiyo ipo kwa undani kabisa. Kutoka giza la uraibu wa unga hadi nuru ya maisha mapya ukurasa wa saba. Habari hiyo ipo kwa ajili yako kabisa hapo, ndugu mtazamaji. Gazeti la Nipashe lilikuwa likihesabu, limekuwa likihesabu na linazidi kuhesabu, na ninaweka nukta hapo kwa kutu, kukuambia tu ndugu mtazamaji ya kwamba bado siku saba kuelekea uchaguzi mkuu kulingana na hesabu za gazeti hili la Nipashi, mwanga wa jamii. Hivyo ndivyo ambavyo ninahitimisha ukurasa wa mbele wa gazeti hili eh, habari ambazo zimepewa eh, kipaumbele kwako wewe ambaye unahabarika kupitia ukurasa wetu wa nPoint popote pale ambapo upo. Tusonge mbele na gazeti lingine na wakati huu namruhusu, eh, Dennis aweze kukuonyesha kama hapo unavyoona gazeti la Mwananchi swakwa mbele mapya. Nyumba ya mjane, serikali yamkabidhi hati yake ya baini, nyaraka kugushiwa, upande wa pili wapinga uamuzi. Chalamila ampa Yusuf Ali siku tano. Habari hiyo tendo kuipata kwa uzuri kabisa. Msimamo wa Albert Chalamila anasema anatoa siku tano Yusuf Ali aje mwenyewe kwa mkuu wa mkoa. Maana siku ya tukio la mabaunsa kuondolewa huyu mama alikuwepo, baada ya kuona mambo yamekuwa magumu, hayupo nchini. Habari hiyo tenda kuipata katika ukurasa wa nne gazeti hili la Mwananchi kwa uzuri kabisa, kikamata nakala yako tenda kuwa habari hapo kwa undani. Samia ahidi neema barabara ya Kilwa amtwisha zigo Ulega. Ukurasa wa tatu, habari hiyo ipo kwa uzuri kabisa e. Waliojaribu kumteka Tarimo jela la miaka saba. Mfanyabiashara Deogratus Tarimo akipambana kujinasua kutoka kwa watu e, waliotaka kumteka Novemba 11 24. Basi katika ukurasa wa pili habari hiyo tunakuipata kuipata kwa uzuri kabisa ndugu mtazamaji, habari nyingine ambayo tunakuipata kuipata hapa ni hatima video eh, Lissu kesi ya uhaini kesho Habari e, hii utaenda kuipata katika ukurasa wa sita, ni katika e, hatma ya kupokelewa kwa picha mjongewe inayomuonesha mwenyekiti wa chama inaendelea hapo dash dash dash. Sasa ukurasa wa 14 kumradhi, ukurasa wa sita, ndugu mtazamaji, kwa uzuri kabisa utaenda kuhabarika kwa undani ukikamata nakala ya gazeti hili la Mwananchi. Hivyo mimi ndivyo ambavyo ninahitimisha katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi. Na tusonge mbele kupitisha gazeti lingine ambalo ni Uelekeo, Uelekeo leo yetu kesho yetu. Katika ukurasa wake wa mbele habari kubwa kama unavyoona hapo, ndugu mtazamaji, ni Rufiji kushuhudia mageuzi makubwa, mm, makubwa mawili eh, mabwawa mawili ya umwagiliaji kujengewa zuio la mafuriko kuwinda eh, kiwanda kumradhi cha kuchakata samaki, huduma za kijamii E, kusambaa vijijini lakini Kibiti kupewa kipaumbele cha barabara e, watakiwa kujiandaa na bima. Zote hizi utaenda kuzipata ukikamata nakala yako hapo, kwa uzuri kabisa ukikamata, e, nakala ya gazeti hili la Uelekeo. Ye, Uelekeo leo yetu ndio kesho yetu. Asifu uwekezaji mkubwa uliofanywa kwenye afya. Huyo sio mwingine ni waziri wa nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI na mgombea wa ubunge jimbo la Rufiji. Tunakupata habari hiyo kwa uzuri hapo, lakini katika habari za kimataifa gazeti hili la Uelekeo linasema Ruto amtunuku Raila heshima ya juu, ni katika ukurasa wa mbele, utenda kupata habari hiyo, lakini bado siku nane tu, gazeti hili la Uelekeo linazidi kuzihesabu hizo siku kwa uzuri kabisa. Tumalize na ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira. Uh, gazeti la Majira, gazeti huru kila siku, ukurasa wake wa mbele una habari kubwa hapo, ambayo inasema mikutano ya kampeni ya Dr. Samia yatikisa Rufiji. Mm, habari hiyo ukikamata tu nakala ya gazeti hili unaenda kuhabarika kwa uzuri kabisa. Gazeti la Majira linazidi kusema ahidi uh, uh, kudhibiti mafuriko Mto Rufiji, asisitiza uwezeshaji we, wananchi kiuchumi huduma za kijamii awapa habari njema wakulima. Ukikamata nakala ya gazeti la Majira, basi katika ukurasa wa mbele hapo kwa uzuri utaenda kupata habari kamili katika ukurasa wa nne. Habari nyingine hapa ni Mwinyi, mageuzi ya uchumi na fedha yameijenga Zanzibar, katika ukurasa wa nne pia habari hiyo yuko ndani ipo. ACT Wazalendo wajipanga kulinda ushindi kikamilifu katika ukurasa wa nne habari hiyo ipo kwa undani kwa ajili yako. Zaidi ya mabinti elfu mbili mia saba wanusurika kukeketwa, ukurasa wa tatu, majira inakupatia undani wa taarifa hiyo. Akabidhiwa hati ya kiwanja chenye hekal, e, hekalu lake, ukurasa wa pili, tena kupata habari hiyo kwa undani kabisa. Mgombea urais wa KAF kugawa upya ardhi kwa wahitaji, habari hiyo ipo kwa undani katika ukurasa wa nne, ndipo, a, ndipo ambapo tunakuipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Tanzania bila watoto wa mitaani inawezekana, katika ukurasa wa 15, habari utaenda kuipata kwa undani katika ukurasa wa 19. Habari ya kimataifa, Trump atishia kukatiza msaada eh, kwa Colombia, ukurasa wa 19 ndipo ambapo ndugu mtazamaji utaenda kupata habari hizo kwa uzuri kabisa kwako kwa wewe ambaye wanatufuatilia asubuhi ya leo. Hivyo ndivyo ambavyo mimi ninaweka nukta katika kurasa za mbele za magazeti. Mara baada ya pumziko fupi, tutarudi hapa kusonga mbele pamoja nawe katika kurasa za nyuma za michezo na burudani. Kubwa ambalo lipo katika michezo, ndugu mtazamaji, ni pamoja na habari eh, ya Yanga. Eh, habari ya Yanga, lakini pia wekundu wa Msimbazi wazidi kuwekwa katika kurasa za magazeti mbalimbali eh, mbali katika michezo na burudani hapo. eh, tutarudi hapa kusonga mbele pamoja nae kukujuza kile ambacho kipo katika kurasa za kimichezo na burudani. Usiondoke. Mimi ni Joshua Sorongai kwa niaba ya timu nzima, Denis Julius, Samuel Matekeri, Michael Gaspar, tupo hapa kwa pamoja kusonga kukuhabarisha habari mbalimbali mbali. Karibu tuzidi kusonga mbele kukujuza sasa kile ambacho kimepewa nafasi katika kurasa za nyuma za michezo na burudani, na kama nilivyokuambia, tutaanza na gazeti hili la kimichezo uh. Gazeti la Mwana Sport ukurasa wake wa nyuma leo lina habari kabisa kwa ajili yako, habari kem kem kwa ajili yako, ili uweze kufahamu tu ni kipi ambacho kimejiri hapo katika ukurasa wa nyuma gazeti uh, kurasa wa mbele wa gazeti la Mwana Sport asubuhi leo, kuna habari kubwa ambayo inasema Yanga yaweka msimamo. Na kuna alama ya kuuliza hapo, kuna alama ya maswali, e, zipo kama tatu hivi. Moja ni kubwa iko mbele, alafu kuna nyingine ipo kule nyuma kule, ki, aa kionyesha hapo. Yanga yaweka msimamo. Sasa ni habari ambayo tunataka kuipata ukikamata gazeti lako hili la Mwanaspoti siku ya leo ili uweze kufahamu ni kipi ambacho kipo kwa undani hapo. Balaa la Pantev, na kuonyesha hapo pia kuna ratiba ya kafu katika mchezo wa pili, ambapo Simba itaweza kucheza na hawa ni msingizini Hot Spurs tarehe 24 mwezi huu mwaka huu huu, tarehe 24 Oktoba hii 2025, ndipo ambapo mechi hiyo itaweza kupigwa pale kwa Mkapa na itakuwa ni mechi ya mkondo wa pili katika kufuzu hatua za awali kuingia hatu hatua za makundi. Sikia mpya shabiki wa Man United. Hata hivyo ilimchukua miaka 15 kushinda vita hiyo ya kubadilisha jina ili aitwe Manchester United katika ukurasa wa kumi na nane, habari hiyo tunaenda kuipata kwa uzuri kabisa. Ndoa za Ronaldo zilivyopigwa kitu kizito, ukurasa wa kumi na tatu, tunaenda kupata hapo kujua nguli huyu wa mpira ni kipi ambacho kimeweza kuzipa eh, kimeweza kumpata katika hizo ndoa ambazo gazeti la Mwanasport limeandika siku ya leo saa kumi jioni pale KMC Complex. gazeti la Mwanasport linatuambia Mbeya City watakuwa wakikutana na eh, Prisons, eh, kwa ajili ya kuweza kucheza mchezo huu eh, wa michezo katika eh, ligi kuu Tanzania bara. Hizo ndizo ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti asubuhi ya, ya leo kwako mtazamaji, ambaye unasonga mbele pamoja nasi na tutazame ukurasa mwingine wa gazeti lingine uelekeo sporti. Ukurasa wa nyuma wa gazeti hili linakwambia Pantev, sijaridhika na kiwango Simba ni habari hiyo ambayo tuna kuipata hapo kwa uzuri kikamata nakala yako. Lakini Yanga yaita mashabiki kwa Mkapa, tuna kupata habari hiyo kwa undani na habari picha pale inamuonyesha kabisa msemaji wa klabu akiwa anasema jambo. Beatrice awashukuru wa Tanzania, katika burudani tunakupata hiyo. Lakini katika habari za kimataifa, Morocco chini ya umri wa miaka 20 mabingwa wa dunia. Hizo ndizo ambazo zipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Uelekeo Sporti na tusonge mbele na gazeti lingine katika kurasa wa michezo na burudani, gazeti Majira, gazeti huru kila siku linatuambia e, Simba Yanga kutinga makundi kwa kishindo. Asema kwa Mkapa hatoki mtu. Goli la mama lawatia mzuko. Tenda kupata habari hiyo kwa undani kabisa. TRA e, yafanya ziara ya ukaguzi basata. Mbeya City Prisons, mechi ya kibabe leo. Habari hiyo tenda kuipata kwa uzuri kabisa na kuna habari picha hapo ambayo inaonyesha wachezaji hawa ni wa Simba Simba kushoto, kushoto ni Mukwala eh, Steven Mukwala lakini katikati kati, eh, utaenda kukutana na Neo Maema i eh, upande wa kulia kwa mradhi utaenda kukutana na, na Neo Malema lakini upande wa katikati kuna Jonathan Soa. Hizo ndizo ambazo zipo katika ukurasa uh, wa mbele wa nyuma wa gazeti hili la Majira gazeti huru kila siku. Mimi ninatamani kuweka nukta, lakini je Dennis na Michael wana gazeti la mwisho kukupitisha wanatuambia uh, hapo. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma linatuambia kwamba Pantev akoshwa na kiwango eh, cha Simba. Habari hiyo utaenda kuipata kwa uzuri kabisa ukikamata nakala ya na gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Uh, Vigogo Azam na Mungo Kuachana wenye kiti, kuachiana kuchuana, kumradhi, kuchuana wenye kiti, bodi ya ligi, tunakupata hapo ndani ya taarifa hiyo, kikamata nakala ya gazeti hilo la habari leo gwiji la habari Tanzania. Ehe. Habari nyingine ambayo inazidi kusonga mbele hapo inakwambia, Mbeya City Prisons hapatoshi leo, ni habari ambayo tunaenda kuipata kwa uzuri kabisa ukikamata nakala yako. Katika habari za kimataifa, Nairobi United yaiduaza Eto ile sahel katika ukurasa wa 22 habari hiyo utaenda kuipata kwa uzuri kabisa, lakini habari nyingine hapo utaenda kuipata ukurasa 23, wa Tanzania watamba na Gai Marathon. Nenda kamata nakala yako ndugu mtazamaji, gazeti lolote ambalo umeona na kulisikia hapa basi utaenda kuhabarika kwalo, utaenda kuhabarika nalo ukikamata nakala yako, ili upate kufahamu ni kipi ambacho kipo kinachozidi kujiri ndani na nje ya mipaka ya nchi yako mimi sina la ziada kwa niaba ya timu nzima. Dennis, Tim Samuel, deisjuamtekire, Michael Gaspar, endelea kwa pamoja nasi. Mimi naitwa Joshua Sorongai, hii ni Endpoint, zaidi ya habari. Tukutane tena baadaye tutakapokuwa tukikujuza na kukupatia habari mbalimbali mbali. Endelea kusonga mbele pamoja nasi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ittz, Facebook, TikTok pamoja na Instagram. Kote huko utatembea pamoja nasi, kwa sasa kwaheri.